Dada Witty karibu. Asante Maria. umetokea wapi? umetusikia wapi? nimetokea Iringa, nimewasikia mtandaoni. Ulikuwa mm -hmm. unafanya nini Iringa? nilikuwa chuo, mwaka wa kwanza. Kwa hiyo umeacha? kwa nini? cha kwanza nilikuwa narudisha urudishwa ada, lakini pia nikaona nasumbua sana, kwa sababu mimi ananisomesha ni dada yangu. mm -hmm na yeye pia akawa ananiambia kwamba ada inanisumbua sumbua, ila kuna kazi ambayo nimeipata mtandaoni, kama unaona itakufaa, kwa sababu na mimi na simu kubwa. Akaniambia iangalie, ukiona inakufaa kama uko tayari kuifanya hiyo kazi, mm -hmm. au upo tayari kuendelea na elimu yako, uendelee hivyo hivyo, kwamba utakuwa tu wanarudisha unasubiria, sababu naweza nikakaa mwezi mmoja nyumbani, wenzangu wakawa nafanya mtihani, kwa ufaulu wangu ukawa nazidi kufanyaje kupungua kwa hiyo nikaona ngoja nije nifanye kwanza kazi kwa sababu mimi natamani kuwa mfanyabiashara. Ndio maana nimeamua nije nifanye kazi kwanza mm. Mm. Okay, unataka kufanya biashara gani? Fanya biashara tu kwa kawaida. Biashara za kawaida. Ndio. Na chuo ulikuwa unasomea nini? Nilikuwa nasomea sekretari. Sekretari. Ndio. Okay. Na umeishia huo mwaka wa kwanza, kwa hiyo utaenda kujiendeleza. Ushapata hela au mawazo yamebadilika? mm. Hmm. Sitaweza kwa sababu nilichokisoma pia ninaweza kukitendea hata kwenye maisha kwenye hmm. ya kawaida kwenye biashara zangu, kwa unaona kimetosha, uhitaji cheti nato? si cheti, bado hujapata, ujapata wewe uhitaji cheti, unahitaji maarifa dada. Aya, Dada Witty karibu. Kwa hiyo unatafuta kama kiasi, e, kiasi gani? Nyingi shingapi? Milioni kumi, ishirini kwanza milioni kumi. Mmm, ndio unatafuta? Ndio. Okay, kwa hiyo huku kwetu, una matarajio ya kufanya kazi katika ngazi gani? mm -hmm. afo, mm -hmm. jani, gani? Mmm, mimi naishia form 4. Ni kazi gani hapo, ngazi gani hapa? yeah. yeah. tuna tunaanzia traditional <coughs> kwa hiyo ni mpaka utakapoonyesha kama hizo ubora wa smati unao na kwa professional lazima uwe umesomea, ukija direct. Lakini kama umekuwa kwetu ukianza na sisi tukakukuza tukakusimamia tukajua uwezo wako, pia tuna uwezo wa kukupanga kama professional. Lakini ukiwa unakuja tu, lazima uje kama professional, hatuwezi wa kupanga professional wakati vigezo vile hatujaviona. Lakini kwa mtu ambaye tumembreed wenyewe na tunajua bidii yake huyo, tunaweza tukampandisha madaraja kadiri anavyoendelea kufanya kazi. Kwa hiyo karibu, nafikiri wataangalia uwezo wako ulipo, haijalishi hata kama upo traditional still kwetu, ni hela nyingi, laki na nusu sio ndogo. Lakini unapoingia unaingia na ile kiu na shauku ya kukua, kwamba nafanya traditional one year after there, lazima niende kwenye ngazi inayofuata. Nde. na hiyo ni jitihada ya mtu binafsi, hiyo sio sisi kituo tutakayofanya, wewe ndio unatakiwa ufanye na uprove kwetu kupitia bosi wako, atuambie aisee, dada mlie nipa, kwa sababu wadada wanashindaga tuzo mbalimbali, lakini wengine mabosi wao wanatupigia simu, wanawapongeza sana, wanawasifia sana kwa hiyo zile ndio zinatufanya sisi tuweze kuona wewe ni potential ya level hizo nyingine za juu, lakini pia tuna mtaala tumeuandaa kwa wale ambao wanaweza kuingia pia ni fursa kwao ya kuweza kujinoa na kuweza kwenda kwenye madaraja ya mm -hmm juu. Kwa hiyo Dada Witty karibu sana. Asante sana. Hai.